Hmm. Saizi wewe saizi, toka tu, saizi wewe, mwandishi wa habari hmm. Naamini naona ni kada wa chama chako wewe CCM, chama cha mwandishi wa habari hicho, chama chenu hicho hamkitendei haki. Lakini nataka nikwambie wewe saizi toka umevaa nguo ya chama cha mapinduzi hapo, toka tu, toka tu umevaa nguo ya chama cha mapinduzi. Mimi siwezi kuvaa kwa sababu sio mwana chama. Kabisa, kwamba Mfugale alikuwa mgombea udiwani, saizi anavaa nguo za chama cha mapinduzi Yaani saizi ile nguo imekuwa kama vile umevaa umevaa joo joo joo la mauaji, kwa hiyo haitakiwi hata kidogo, lakini hiyo ni tafsiri ili, yako, mm, sio tafsiri yangu, ni tafsiri ya sisi Watanzania wote tunaoamini katika usawa. Mimi ninachokiamini turudi kwenye misingi ambayo ni ya haki ya kibinadamu, okay, ya kujuana kwamba huyu ni mwenzangu, no, wedha anaongea ujinga anaongea nini, mchukulie. Lakini saa hizi ukiongea tu kuhusu kuikosoa serikali Luhuji, na kuhusu. Sawa, sehemu ya mwisho ya mazungumzo yangu na Emmanuel Ngelime mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, tunaelekea tamati, lakini mambo machache kabla kuhitimisha ya kuhitimisha, kumekuwa na matukio kadhaa ya masuala ya utekaji wa watu, lakini pia yapo mambo mazito kidogo ambayo ndio hasa yamepelekea taifa kutikisika yaliyojiri Oktoba 29. Yameliumiza taifa kwa kiasi gani na unadhani tunaweza kuondoka vipi hapo Ngelime, kwa uzoefu wako ndani ya serikali, lakini vile vilevile eh, kwenye siasa tunawezaje kuondoka hapo tulipo na tukasimama kama Watanzania tukazungumza lugha moja? kusimama kama Watanzania tunaweza, ni kiongozi wetu tu. Yaani unajua rais ni comforter, hmm, in chief. Ni mfariji. Yaani hata wewe saa hizi nyumbani kwako kama watoto wamelala na njaa, hata ukiwapelekea mawe ukachemsha ukawaambia, subirini maboga haya naiva, wataamini kwamba baba ameleta chakula. Kwa hiyo alitakiwa rais atoke aseme atuambie, tunawauliza kila siku waliokufa ni wangapi? Kwa nini hawataka kusema? Akitoka na hiyo hiyo hoja kwamba watu wamekufa, atoe sababu za watu kufa, kwa nini imetumika nguvu. Let's say mtu huwezi kusimama mbele ya wa watu kasema mlitaka nitumie nguvu gani? Saa hizi Watanzania simnaona, hata jana amepata ajali Shilole, watu wanasema ni bora tukaiombea hiyo ng'ombe ipone, tuipeleke hata India, lakini sio huyu mtu ambaye ni shulole. Unaona, kwa hiyo Watanzania saizi tume tume tumepigwa ganzi. Ishu kubwa ni viongozi wetu kusimama kuwa wa kweli, wao wa kweli kama mzee Warioba. Hmm. Tutafika mbali na wafate misingi ambayo iliwekwa wakati haya najiri pia kumeibuka hapa katikati msigano kidogo kati ya viongozi wa dini na serikali, unaiona. Kwanza katika huo mchakato wenyewe hatari yake unaiona, lakini pengine kitu gani kifanyike ili msigano huu usiendelee kuzaliwa kama ambavyo unazidi kushika kasi? Ni, ni, ni, ni, ni mama na serikali yake kutoshupaza shingo. Huwezi kusema kwamba dini makanisa yasiingilie siasa wakati tunavyo hapa tunaombea, hmm. tunawatumia hawa wa maaskofu hmm. wanasali leo hii wanavyokemea maafa, madhara yanayotokea, tunaona hawafai. Ni kitu ambacho akikipendezi hivyau. Kipindi serikali ikae iamue, jamani, tunawaita twendeni, vipi kukosea, sio Yaani, kufanya kosa sio kosa ila kurudia kosa ni kosa. Kwa hiyo tukiondoka hmm. tunaenda uliona waraka kadhaa nyaraka kadhaa ambazo zilitolewa na kanisa Katoliki kupitia TEC. Ulizisoma vizuri na kuzielewa. Baada ya matamko yale ya TEC wapo viongozi wengine wakubwa kabisa wa serikali wakaibuka na hata ndani ya chama tawala wakaibuka na kukemea kwamba TEC imekuwa ikifanya uchonganishi. Unaiona hoja katika eh, maneno yao hayo kuelekezwa kwenye matamko ya teki. Hicho ni kiburi na kutaka kubishana na Mwenyezi Mungu. teki wanatoa wa, baraza la maaskofu mm, lilitoa waraka wake kutuonyesha kwamba tunakwenda wapi ambao ulikuwa ni ushauri, bila shaka ni ushauri. Mm, lakini wao wakaona kwamba teki wanatupotosha nini sasa kinachokuja kutokea? Kinachokuja kutokea saa hizi kunakuwa kuna, kuna mwingiliano sasa, naiona msigano wa kidini sasa utakuja, manake unaona, Waislamu na wenyewe wanasema sisi tuliwahi kumwachia baba wa taifa akafanya nini, Wakristo na wenyewe wanasema hivi. Lakini ukiangalia hata we kwenye familia yako kuna Waislamu, kuna ndugu zako wengine ni Waislamu. Mi mwenyewe na ndugu zangu za Waislamu na ndugu wa Kristo, hivi leo tunaanza kupigana wenyewe Wakristo na Waislamu? Haiwezekani! Haiwezeka! Lazima taifa liingie kati haya maswala liingilie kati liweke sawa, serikali ikae na tek wajadiliane, na naamini wale tek sio wajinga. Leo hii huwezi kumwambia eti askofu amejiteka eti kwa sababu ya madeni neva, ule ni uhuni unaofanywa na watu wachache ambao wanataka mamlaka na mama tu ame, ame, ame sidhani kama amezidiwa nguvu, ni kwamba tu kuna watu wana ili waone kwamba anakwendaje, lakini hao wanaomizilidi maanake wao ni wapigaji. Hmm, wanataka kupiga, okay. Hmm, lakini yote kwa yote twende tuone tunafikaje. Lakini huwezi kudharau kanisa, eti kanisa linataka lituchanganye hmm. Futa makanisa, wana mamlaka hiyo? Hili twende sawa, tunaiona wapi Tanzania, kwa mwenendo huu tunaokwenda nao, miaka mitano ijayo? Jambo la kwanza, ili Tanzania iweze kwenda mbele, iache mambo ya kuumiza umiza watu, kuwafunga watu bila sababu za msingi. Saa hizi watanzania wengi wanajua, na tunamshukuru sana Mungu. Inawezekana Mungu ameamua kumkamata Lisu, yaani watu wameamua kumkamata Lisu ili watu vijue kwamba kumbe huwa tunaonewa. Sasa wanajiuliza mtu kama Lisu mwanasiasa mwanasiasa, mwanasheria mbobevu, anafanywa vile, je, mimi Manuel Ngelime ambaye sijui sheria nitafanywa nini? Kwa hiyo tumeona kabisa kwamba Lisu anatufundisha kwamba hatakiwi kuwa wanyonge, tunatakiwa tudai haki zetu kwa kufuata taratibu na misingi ya kisheria. Kwa hiyo tukifuata misingi na taratibu za kisheria, naamini nchi yangu Tanzania itakaa vizuri. Mi naamini tunda la amani bado lipo vizuri tu, linatikiswa mm. tu kidogo mm, lakini bado tuko tuna nafasi ya kurejea. Sawa sawa, umewahi kwenda kushuhudia kesi ya Mheshimiwa Lisu tangu amekamatwa? Hapana, sijawahi kufika, kwa sababu hata sisi huku tuna misukosuko mm, ya kutosha. Sababu mwenyewe nilikuwa nawindwa, tena mi ndio niliambiwa kabisa uking'aa kwenye gari mm, niliwahi kushushwa Iringa kwamba ninakwenda kwenye kesi ya Lisu mm. Mimi nilikuwa naenda ku ku ku ku kwenye kwenye msiba Dar es Salaam lakini nilishushwa. Nikaambiwa kwamba natakiwa. Lakini ukirudi katika hali ya kawaida juzi tarehe 30 nimekamatwa na jeshi la polisi. Sababu za kamatwa hata wao hawajui na mimi sijui. Yaani ukiuliza wananiambia kwamba nilikuwa nafanya fujo. Sasa fujo unaweza ukafanya ukiwa peke yako. Mimi nilikamatwa nikiwa peke yangu. Sasa unajua mtu ukifanya fujo peke yako unakuwa mwenda wazimu. Lakini nikashitakiwa kwa kosa la kufanya fujo okay. nimekalishwa pale kituo cha polisi siku kumi na tatu huko ndani niko ndani, na baada ya hapo ukatolewa. yes na RC hmm. wa Njombe okay. anakataa kwamba akunikamata, lakini leo nikamata deputi wake, haya okay. hmm. nikienda okay, eh. kule ndani nimeambiwa kwamba niliingia kwa jina ICCM mimi naingia, naingia naingia kwa jina hivi vipi? CCM okay ndio nataka ujiulize. Yaani, wanatengeneza kesi ambazo wanajua kabisa kwamba hazina mashiko na zinaenda kuwaumiza Watanzania. Ngelime, nakushukuru sana, tunao mengi sana ya kuzungumza lakini, lakini hali pia naona sio nzuri na, na mengi kuzungumza. Asante sana. Shukrani. Na, na, na, na mtazamaji, ni Emmanuel Ngelime, tumeshiriki na yeye hapa kwa muda kidogo tukiyajadili mambo machache kuhusiana na siasa na tumefikia tamati. Asante sana, endelea kutufuatilia, hii ni kikaoni. Mimi naitwa Dickson. Pembeni e, au nyuma ya kamera mwenzangu ni Prosper Mfugari. Asante na kwaherini.